d katibu wa jumuiya wa wazazi, katibu wetu wa chama, wakuu wa shule na wataaluma, kipekee kwanza tumia nafasi hii kumshukuru mlezi wetu wa jumuiya ambaye ni katibu wetu wa chama ngazi ya wilaya. Kama alivyojitambulisha kwenu, yeye taaluma ni mwalimu, kwa hivyo sio mwalimu tu wa darasani, bali pia ni mwalimu pia hata katika kuzisimamia hizi jumuiya zote tatu ambazo zipo ndani ya chama chetu. Lakini kwa heshima kubwa, nitumie nafasi hii kushukuru na kupongeza kazi nzuri na njema ambazo zinafanywa na serikali iliyo chini ya mwenyekiti wetu wa chama ambaye pia ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunaona Mbeya inakimbia kwa kasi kwa maendeleo, lakini heshima hiyo inasababishwa na mwakilishi wetu ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini lakini pia ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni rais wa mmoja wa mabunge duniani kwa maana ya IPU na salamu zenu, na kwamba mnatamani siku moja mheshimiwa mbunge afike shuleni kwenu. Hizi ni rasharasha kumfanya mheshimiwa mbunge aweze kufika, kwani mheshimiwa mbunge wetu yupo bega kwa bega pamoja na jumuiya yetu nasasi. Kwa hiyo msijisikie wanyonge, msijisikie wakiwa Dkt Tulia tunafahamu ratiba zake zilivyo, na ni hivi majuzi tu tumeona namna ambavyo amewahudumia wananchi wake wa Mbeya bila kujali itikadi za vyama vyao kupitia mpango wa matibabu ya macho. Ametibia wananchi wengi bila kujali vyama vyao, lakini ile sio sio tu kwamba ni siasa, kwama watu kama kusikia hawawezi, basi waone yanayofanyika na, na serikali kwa hivyo kwa katibu macho nafikiri watakuwa naona, chama cha mapinduzi kinafanya nini. Tumpe pongezi nyingi sana mbongo wetu <coughs> Lakini mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi nizidi kuahidi mimi pamoja na kamati yangu ya utekelezaji kutoa ushirikiano kwa utulivu ambao upo kwenye shule zetu za jumuiya ya wazazi sisi kama jumuiya ya wazazi Mbeya mjini hatutakuwa sehemu ama chanzo cha migogoro kwenye shule zetu, na niwapongeze walimu pamoja na katibu wangu ambaye ni mtendaji pia ni mjumbe wa bodi za shule hizi kwa hali tulivu iliyopo kwenye shule zetu, lakini pia kwa matokeo yanayozidi kupaa mwaka hadi mwaka kwa yangu. Kama walivyosema viongozi wenzangu, vitabu hivi tunavitoa kwa ajili ya vijana wetu ambao ndio viongozi wetu wa taifa la leo na baadaye. Tuzidi kuwaandaa vijana hawa ili wakaje kuwa watumishi wema vijana wema kwa faida ya taifa, lakini zaidi pia kwa faida ya chama chetu cha Mapinduzi. Huko kwenye chama ndio unakuta kuna bidhaa za kila aina, mtakatifu. Ukija kwa mtaalamu hapa, yeye masuala ya, ya ya ya political science. Huyu bwana yeye kwenye gizo kunaweza kawa mwanga. Sisi tukija kwenye siasa kwayo tupo kila idara. Rai yangu kwenu walimu, nkafanya yale ambayo taaluma yenu Mwenyezi Mungu amewapatia kwenye vipawa vyenu. Siasa tuachieni sisi, sisi tutasimamia kwa uweledi mkubwa bila kukiuka miiko iliyopo ndani ya chama chetu, lakini pia bila kuleta taharuki kwenye taasisi tunazosimamia. Tuahidi ushirikiano pale ambapo mtatuhitaji. Chini ya chama chetu cha Mapinduzi, na chini ya mwenyekiti wetu wa wilaya kaka yetu Afraim Somba, mwenyekiti wetu wa chama mkoa ndugu Patrick Mwalunenge, nafikiri mnaona hali ya chama katika mkoa wetu na wilaya yetu namna ilivyo. Kidumu chama cha Mapinduzi, asante. Oye ibumo, oye. Mimi naitwa mwalimu Muhammad Mavara, katibu wa CCM wilaya Mbeya Mjini, lakini pia ni zao pia la jumuiya ya wazazi wazazi nimeitumikia kama miezi hamsini na sita hivi. Baada hapo nikapata ukatibu wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo asili yangu ni jumuiya ya wazazi. <coughs> Uh, kwa wazazi ya Nyamela Lush... Mwanza, Arusha Mjini, Dar es Salaam. Nakumbuka kwa kote tulikuwa na shule. Mzizi Dar es Salaam tunategeta Gongo la Mboto, Vituka na Tabata. Kwa hiyo tulikuwa tunazikontrol hizo zote. Ni jambo jema kwa sababu hizo shule kabla hapo zilikuwa na, na, na ufaulu mkubwa sana. Kimichakati zilitetereka kidogo lakini tunawashukuru sasa hivi mmeanza kuweka juhudi na shule zimewekana kunyanyuka kuulisha ile heshima yake. Lakini zamani ukizungumzia meta ilikuwa meta kweli kweli. Sangu, Sangu kweli kweli. Itende tende kweli kweli. Na kitu fulani ambayo shetani mbaya kidogo. Lakini tuendelee endelee kuboresha nikushukuru kwa kupongeza mwenyekiti. Majitihada zako kwa sababu sayansi sasa ndio somo la msingi sana. Hasa kwa mtaala hii mipya. Eh, yani sasa hivi na swala ya information technology ndio la muhimu kulikweli. Sababu kadi yenyewe inazidi kwenda kwe mbele. Hmm. Na kujele AI, artificial intelligence ndio kitu kikubwa zaidi kuliko hmm, kitu kingine chochote. Hata ukiwauliza watu, hata wizi wa kawaida umepungua jamani. Sasa hivi watu wanauza, wanaiba mawazo, wanaiba kwa akili. Sio ya kukwapua hela kukimbia zivi ya vipo. Kwa hiyo tuandae vijana kabiliana na hali ya namna hiyo, hali ya namna hiyo, kwa sababu unapozungumzia dunia inakokwenda, ipo siku tutakuwa ofisi nzima hii inadhibitiwa na mtu mmoja tu akafanya kila kitu kiteknolojia. Sasa so, tuanze kuandaa wasije tukaandaa vijana ambao wanakuwa wapagazi, vijana ambao watakuwa wachuuzi, vijana ambao yaani watafuta kazi kuliko kujiajiri, lakini sayansi inaenda kumfanya mtu ajiajiri na kwa information technology masuala ya nini masuala ya nini. Sasa anajiajiri mwenyewe tu, akitufungulia sisi wenye hitaji, bado tunakwenda tufundisha vitu vya namna hiyo. Lakini jambo kubwa sana, natakiwa zitunzwe. Mimi kwa taaluma pia ni mwalimu, nimetelekeza chaki kwa muda, nimeingia kwenye siasa. Lakini zana hizi ni chache sana na wenye moyo wa kutoa ni wachache. Nikipotea vimepotea. Tuanze gharama na vitabu, bei ghali sana hivi, wakati mimi nanunuaga mimi mwenyewe ni bei ghali sana. Wetu vitunze tu e, na tuwasimamie. Zaidi ya yote tuongeze commitment. Mtusaidie na sisi shule zetu ziweze kupanda. Ziendelee kuwa kwenye ufaulu wa juu tupate heshima. Chama cha Mapinduzi inaongoza shule kupitia jumuiya zake. Alafu sisi mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi anaongoza serikali, alafu anaongoza taasisi. Sasa serikali zifanye vizuri, lakini za taasisi zake zifanye vizuri. Na kama kidogo kuna changanya hiyo. Tuongeze bidii. Challenge zipo. Changamoto zipo. Najua duniani humu shida zinaisha, kisha changamoto haziishi. Shida kila sehemu kuna shida, zinaisha kwa sababu, ndio utakuwa na shida ya chakula, utanunua. Changamoto haziishi. Ukitaka kujenga ghorofa, basi utavunja ofisi hii na ile pale, cha changamoto. Si lazima tukatafute ofisi ya kata, tukakae, halafu tutujenge ghorofa, turudi tena. Kila ukifanya maendeleo, lazima uibue changamoto. Wewe yenyewe, msiteteleke, msi, yaani, msi na kelele za watu na vitu vingi, watasema lakini, ukiwa unaelekea laki, kwenye njia sahihi, wewe kaza, kaza mkanda, pambana Watu waone matokeo. Acha kazi ziongee zaidi kuliko maneno. Mwisho wa okay, yeah, siku kila mmoja ni mchunga, ataulizwa kwa kile alichokichunga. Mm. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mm. so okay, tuchungieni watoto wetu. Karibuni sana, na mwenyekiti ongera sana, na katibu ongera kwa vitabu hivi vizuri kabisa. Ninavijua masuala ya siasa, nimekita kule kwenye maeneo ambayo tunayataka. Ongereni sana, ninafikiri hivi vitabu vinakwenda kuleta chachu kubwa kwenye shule zetu hizi za jumuiya za, za, za ya wazazi Sangu sekondari, Ivumwe sekondari vilevile tuna itende sekondari, tunameta sekondari. Hizi shule zote ziko ndani ya jiji la Mbeya ambazo zinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa kimsingi, tuseme tu zoezi hili la leo litakuwa endelevu, kama mwenyekiti alikokuwa ameanza awamu ya kwanza alipeleka vitabu pia katoa vitabu tutaendelea kuwa tutaendelea kuleta chachu kwa wanafunzi wetu na kwa watoto wetu, kwa sababu hii vitabu ambavyo sasa ndio ni taala hii mpya wanakwenda no kukutana nayo, na changamoto yao kubwa ilikuwa ni vitabu vya sayansi, lakini tunaamini tatizo lao kubwa sasa leo linakwenda kuisha, kwa sababu kilio cha kubwa ilikuwa ni kupata vitabu vya sayansi na tayari vitabu vya sayansi vimepatikana kwa maana tunaamini watoto sasa wale wenye masomo ya sayansi watakwenda kupambana nayo, na pia tutaendelea kuwaletea na vitabu vile vya masomo ya hati. Tunatamani kuona hizi shule, watoto yani wasiwazi habari ya vitabu, wao wazi walimu wanatakiwa kuwapatia eh, masomo ya kusoma, na ili waendelee vizuri. Mimi katika hili tutakwenda vizuri na shule zetu, sasa zitaendelea kuonekana ni vizuri walimu tulionao wanaendelea kufanya, kufanya maboresho ya, ya shule zetu zote. Kwa hiyo kwa walioona shule zetu mwaka 2021 sio leo, watakaona shule ya Sangu, miundombinu hali ilivyo sio watakavyoona leo. Shule ya Ivumwe sekondari, hali ya miundombinu lio lakini sio leo leo, watakaona shule ya Itende sekondari, hali ya a miundombinu lakini sio watakavyoona. Shule ya Meta sekondari, hali ya miundombinu hali imebadilika, miundombinu ni mizuri. Kwa hiyo tunawaasa wazazi na walezi wasisite kutuletea watoto wao waliojipatie elimu katika shule zilizotajwa hapo. Hey, karibu. Asante sasa. Na jina naitwa mwalimu Peter Ebony eoni, hmm. hmm. hmm. mkuu wa shule ya sekondari Ivumwe ambayo, hmm. ipo chini ya Jumuiya ya Wazazi, na ndio ambao walezi wa shule yetu hali yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu uwalema ambayo ametujali tujalia kufika hii sehemu na kukutana na mwenyekiti wetu wa jumuiya wazazi. Nipenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwenyekiti wetu jumuiya ya wazazi Mbeya Jiji, ndugu yetu ambayo ametusaidia na kutuzaadia vitabu hivi vya sayansi ambayo vimeenda kuleta E, mabadiliko makubwa sana kwa watoto wetu na mahitaji yetu sisi ni vitabu vya sayansi, kwa maana saa hizi mwelekeo wa shule zetu za jumuiya kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wanasoma angalau tunaelekeza katika ulimwengu wa masomo ya sayansi. Kwa hiyo kwa hiki kilichofanyika kwa mwenyekiti wetu kutuzawadia, mwenyekiti wetu Mwalupindi kutuzawadia hii vitabu vya sayansi, tunapenda kutoa shukrani za dhati sana kumshukuru na Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia afya njema ili aendelee kutupigania na wakati mwingine akatuita tena kutuongezea vingine vitabu, tutamshukuru sana. Lakini kabla hii ya zawadi, hii ni mara ya pili kwa kweli kwamba alikuja, alipita shuleni kwetu aitetea vitabu si vya sayansi tu, aitetea vitabu vya kutosha ambavyo atuzawadia katugawia na hilo nao tunamshukuru. Kwa hiyo ni, ni awamu ya pili ambaye amekuja kutupatia vitabu vya vya sayansi hii siku ya leo. Kwa niaba ya shule zetu za jumuiya, basi mimi nipende kumshukuru sana, na kwa niaba ya wakuu wetu ambao wana majukumu wameshindwa kufika, lakini sisi wasaidizo wao tumefika. Basi tunamshukuru kwa hii zawadi, Mwenyezi Mungu amjalie. Lakini vile tunashukuru viongozi wote wa jumuiya kwa ushirikiano ambao wanatupa. Asante sana asante. Naitwa mwalimu Matendo General Mwitula, makamu mkuu wa shule Sangu Sekondari. Tunayo furaha sana kufika kwenye ofisi hizi kupata vitabu hasa vitabu vya science, lakini zaidi kwa kuwa tayari alishatupa awamu ya kwanza vitabu vingine, kwa kweli tunamshukuru sana mwenyekiti kwa sababu kwa takribani zaidi ya miaka kumi kwenye jumuiya sijawahi kuona jambo hili likitendeka, na sasa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wazazi ameweza kufanya na tunaona mwanga mkubwa wa maendeleo ya kitaaluma kwenye shule zetu za wazazi. Nitumie fursa hii pia kwa kuishukuru sekretariati ya jumuiya ya wazazi Mbeya jiji kwa maono haya, kwani vitabu hivi vitaleta chachu kubwa ya maendeleo ya kitaaluma